Unaye hapa msajili uh, msaidizi wa usajili mwandamizi kutoka Brela, Nasor Mtavu na atatuambia mengi kuhusu miliki bunifu kwa sababu ametokea pia kwenye kurugenzi ya miliki ubunifu ya wakala usajili wa biashara na leseni hapa nchini, Nasor na. Karibu sana Daniela uh, is... asante sana Barkis. Na hongereni kwa hapa maadhimisho. Tunashukuru. Tunashukuru. Asante. Na, nami nilipenda sana tuanzia hapa hapa kwenye kwenye maadhimisho kwanza, kwa sababu ndio leo yanafanyika, japokuwa kidunia uh, wenzetu wametangulia kuliko ni katika hili ya, okay. Sawa sawa kabisa kama ambavyo uh, Barki ametangulia kunitambulisha mm. Mimi naitwa Nasoro Mtavu, ni msaidizi wa usajili mwandamizi kutoka kurugenzi ya miliki ubunifu ya wakala wa usajili wa biashara na leseni, ndio BRELA. Yes, tukianza na, na hoja ya Mr. Mponda kuhusiana Mm-hmm. na siku ya miliki bunifu duniani. Uh, siku ya miliki bunifu duniani kama ambavyo inatambulika na shirika la miliki bunifu duniani yani World Intellectual Property Organization yeah. Ni siku ambayo inaadhimishwa kila mwaka tarehe 26 ya mwezi wa nne yeah. Na lengo hasa la, la shirika kuadhimisha siku hiyo yeah. ni kutambua wavumbuzi kazi zao ambazo wamezifanya na namna gani zitafahamika kwenye jamii kwa mchango huo, hilo mm. Yes, ndo lengo hasa la kwa nini uh, shirika la miliki bunifu duniani limeona umuhimu wa kuadhimisha hii siku. okay. Ndio, ndio, sasa tukirejea, so, hapa nchini. yes. Uh, leo ilikuwaje? Maadhimisho yalikuwaje? vitu gani hasa ambavyo mlivifanya ndani ya maadhimisho haya? Okay. Uh, pamoja na, na vitu ambavyo tumevifanya. mm. Lakini pia ningependa ku kwa nini kwetu imekuwa leo tarehe ishirini na moja Okay. Na sio tarehe ishirini na sita kama ambavyo inafahamika. Uh, kwetu tarehe ishirini na sita ya mwezi wa nne ni siku ya kitaifa, kwa hiyo hatuwezi kuadhimisha siku ya Milikibunifu duniani wakati tayari tuna siku ya kitaifa ambayo ni muhimu kuiadhimisha na ni lazima yes, kwa hiyo. Siku ya Muungano, hakika, hakika. Yes, kwa hiyo ni katika eneo hilo lakini pia uh, swali ambalo ameniuliza hapa Barkis ni kwamba tunapoadhimisha siku ya miliki bunifu duniani kwetu hapa Tanzania, huwa tunakuwa na, na taarifa na mambo mbalimbali ambayo yanafanyika. Kuna ambayo yanafanyika kabla ya tukio lenyewe na kuna ambayo yanafanyika siku yenyewe ya tukio, na katika vitu ambavyo sisi kama BRELA uh, particularly kurugenzi hii ya miliki bunifu, imekuwa kama ni utamaduni kwetu ni kuhakikisha kwamba tunaendelea kuitoa elimu hii kwa jamii. Lengo ni jamii kuelewa muhimu, lakini pia ni kufahamu kwamba miliki ubunifu huwezi kuitenganisha moja kwa moja na maisha kila siku kabisa. Kwa kadri ambavyo tunatoa elimu ni namna hiyo hiyo, pia tunaamini uitikio ulivyo, na watu wakafanya maamuzi baada ya kuwa wame, wameelewa. Ndio ndio mwitikio ukoje A, katika kusajili miliki bunifu? Uh, nita, nitalijibu katika nyanja mbili. Tangu ku uh, ofisi ya wakala yani Brela kuanza operations zake mwaka 1999 tumekuwa tuki tukitoa huduma hii. Lakini mwitikio umekuwa ukibadilika kutokana na mabadiliko ya teknolojia. Kwa mfano, ikumbuke kwamba uh, mwezi wa, kabla ya mwezi wa tatu mwaka 2018 wakala alikuwa akitoa huduma zake kwa njia ya ya kuleta nyaraka ofisini, lakini baada ya hapo mapinduzi ya teknolojia, lakini pia kuona umuhimu wa huduma hizi kuingia katika mifumo. Ndio. Tumekuwa tu tukipokea tuki maombi kupitia kwenye mifumo mm -hmm. Hivyo basi mwamko nao umekuwa unaendana na kasi hiyo. okay. Yes, kama ambavyo inaeleweka ina, ina unajua haya mapinduzi ya teknolojia kwa nyakati tulizonazo mm -hmm. Watu wengi sana wamekuwa wakitumia teknolojia hizi katika mambo mbalimbali. Sasa moja ya sababu kwa nini tumeona kuna umuhimu wa, wa, wa huduma hizi kuwa katika eneo hilo pamoja na sababu zingine ni kwamba hii itakuwa rahisi kuwafikia hasa vijana, kwa sababu vijana ni nguvu kazi, na ndio maana mara nyingi hata tunapotoa elimu katika maeneo mbalimbali, viuoni na maeneo mengine, vyuo vya ufundi, mara nyingi huwa tuna, tuna, tuna, tunasisitiza sana vijana waendelee kutumia akili zao kubuni, kuja na masuluhisho mbalimbali kwenye jamii, ili mwisho wa siku uh, tuwe na na jamii ambayo ina watu wengi waliovumbua ili tujivunie bila shaka okay. Kwa mfano, kama isingekuwa uvumbuzi, kama isingekuwa miliki bunifu, leo hii nadhani ingekuwa ni ngumu kidogo mazungumzo yetu haya kuonekana moja kwa moja kabisa kama si miliki bunifu mm. Leo hii Barkis, si utakubaliana na mimi kwamba huenda ikawa tujui namna gani tutaona muda huu mm. tulionao ni saa ngapi? Kwa hiyo watu wameumiza kichwa, okay. Wamefikiri wakaona kuna changamoto kwenye jamii, wakaja na suluhisho. Sasa tunatumia suluhisho hilo mm. Ndio, ndio. Sasa tunaweza kupokea simu kupitia saa ambazo tumevaa, yote haya yametokea kwenye. Maana yake watu wanaendelea kubuni, watu wanaendelea kuvumbua. Ukuaji wa teknolojia umegusia hilo, na sasa vijana wanajikita huko sana, wanavumbua vitu ambavyo vinaendana na teknolojia hmm. E, pengine hii imeongeza pia kasi ya watu ambao wanasajili miliki bunifu zao. Bila shaka imeongeza kasi teknolojia hiyo hiyo ambayo tuna, tunaitumia kufikisha ujumbe kwenye jamii mm. Ni teknolojia hiyo hiyo ambayo jamii pia inapokea huo ujumbe na kufanya maamuzi. Statistics zinaonyesha mm. kwamba idadi ya maombi kabla ya kuweka katika utaratibu huu wa, wa, wa kwenye mifumo mm imeongezeka zaidi kulinganisha na kipindi hicho. Ndiyo, ndiyo. Okay, kabla ya ku, ya ku, ya kwenda katika uh, kufahamu namna ya kujisajili, pengine mbunifu hasa kijana ambaye tayari ana kazi ya ubunifu wake pale pale nyumbani anaweza akajiuliza kwamba kwa nini tayari amebuni kazi yake, lakini anatakiwa uh, uh, amiliki ule ubunifu wake Uh, nadhani hoja yako ni umuhimu Naamu. wa yeye ku, kulinda ubunifu wake sahihi. Sawa, naomba nitoe ni, ni mfano wa namna hii. Tupo watatu hapa mm. kwa mfano nimebuni kitu kizuri kabisa ambacho kimsingi kinaweza ku, kutatua changamoto kwenye jamii, lakini sijashea sija na mtu, maana yake tatizo hilo kwenye jamii litabaki. Nikishea na mtu kwamba nimebuni me, ni kitu hiki, kuna mawili yanaweza kutokea mm. Anaweza yeye akawahi kwa msajili na kumwambia kwamba nimebuni hiki kitu, naomba msajili ukitambue na nipate cheti. Hiyo ni hasara kwake. Kwa faida ni kwamba anapokuwa ameona huu ni ubunifu, anatakiwa afike ofisi za msajili mara moja kuona namna ambazo anaweza akatumia kusajili ubunifu wake ili tumtambue na tumpe kibali cha kutumia ubunifu wake kibiashara. Na mtu mwingine asitumie ubunifu wake. Na mtu mwingine asitumie. Na ndio maana mara nyingi tunatumia neno la kulinda. Yeah. Kulinda, maana yake dhidi ya nani unaweza kujiuliza. Yes, maana yake ni dhidi ya watu wengine kutumia. Ndio. Lakini pia kuna hii eh, notion ipo katika jamii. Sawa. Unachokiwaza, Nasor. Naam. pengine ndicho ambacho anakiwaza Jafar na si dhambi Dio? kwa sababu wote wana um, na akili na fikra Dio? Sasa unaweza ukaona kama hichi kitu nilikuwa nakifikiria, na ndicho ambacho mimi nime nimekibuni kumbe kuna mwingine naye anawaza kitu kile kile Yeah. kwa wakati ule ule, kwa hiyo okay. tunarejea pale pale kwenye kulinda sasa. Tunalinda tuna vipi, e, tunasajili vipi bunifu zetu? Sawa, nitawarudisha nita nyuma kidogo mm. walau uh, kuongeza machache mm. kwenye maana ya, ya miliki ya ubunifu okay. tunapozungumzia miliki ubunifu, ama intellectual property tunahusisha maeneo mawili. La kwanza ni industrial property Mtanisaidia Kiswahili chake hii ha, ni lugha ya kitaalamu mm -hmm. lakini ya pili ni copyright. Hii copyright ni, inasimamiwa na mamlaka zingine kama hivyo tunafahamu, mm -hmm. kwa hiyo sitaigusia, lakini hapa kwenye, kwenye industrial property kuna mambo yafuatayo. Cha kwanza, kuna kitu tunaita alama za biashara na huduma, yani trade and service marks, lakini ya pili tuna kitu tunaita hataza hataza ndio ubunifu wenyewe, sasa hataza. Yes. na vitu vingine ambavyo uh, sitavigusia kutokana na, na sheria uh, haijaanza kufanya kazi katika maeneo hayo hapa nchini. Kwenye haya maeneo mawili sasa uh, nitagusa kidogo kuhusu hataza na hapa kwenye, kwenye alama za, za biashara na huduma hapa kwenye, kwenye hataza mm. nikirejea hoja ya Barkis hapa yeah. unaweza ukaja na, na wazo lakini hili wazo lako lipo katika uvumbuzi ambao umeshafanyika tayari. okay. Mfano labda tulete mfano wa simu, simu tayari watu wameshavumbua na nazipo pale, kwa hiyo wewe ukisema umevumbua simu, maanake sio kitu kipya, haina sifa ya uvumbuzi mm. mm. mm, lakini simu inafanyaje kazi, kama utakuja na vitu vya kuongezea kwenye hiyo simu na sisi tukajiridhisha kwamba hiki kitu ni kipya katika simu akikuwai kuwepo mm. Okay. Na kuna changamoto inaenda kutatuliwa kwenye jamii kwa kutumia simu hiyo hiyo Ndio. Moja kwa moja nimesema una sifa hapa ya kuwa umebuni mm -hmm. Nasema hii kwa sababu moja ya sifa za ubunifu ni kwamba unachokuja nacho kiwe kitu kipya. Sasa huyu uh, mbunifu anaweza kaofia kitu kipya na kitoa na kitoa wapi? Eh, kwa hiyo sheria imeenda mbali zaidi, pamoja na upya wake, lakini Nadea. vipo ambavyo vimeshagunduliwa tayari ama watu wameshavumbua lakini kuna nyongeza. Hiyo nyongeza kama ina sifa ya upya, maanake automatikali una sifa ya, ku, ya kulindwa na kutumia hicho ulichokiongeza kibiashara. Okay. Sasa tuende kwenye utaratibu wa, wa, wa kulinda. Okay. Kwenye hataza utaleta maombi kwa msajili kwa njia ya mfumo kama nilivyotangulia kusema awali. Tuambie huo mfumo, mfumo wetu, mfumo, mfumo unaitwa ORS, yani online registration system. Okay. ambayo ili kuweza kupata huduma zetu mtumiaji wa mfumo anapaswa kwanza kuwa na namba ya NIDA okay. lakini pili awe na, na barua pepe. Hivi vitu vitamwezesha ku access ule mfumo, uta create account. Baada ya hapo utaweza kupata huduma zote ambazo Brela inazitoa ikiwa ni pamoja na usajili wa haya maeneo ambayo nimeyataja, nime, nime ndio okay. Okay. ukishatumia mfumo uh, unaweka taarifa zako unaweka taarifa zako. Mfumo ni rafiki sana mm. Yani kadri unavyoingiza taarifa uh, ni katika utaratibu huo, pia mfumo unakuonesha kinachofuata ni nini, kinachofuata ni nini, isipokuwa tu tofauti iliyopo ni nyaraka ambazo utatakiwa kuwasilisha okay. Aina hii ya usajili inahitaji nyaraka hii na aina hii nyingine ya usajili itahitaji nyaraka hii mfano okay. Unapofanya maombi ya kulinda hataza mm. ama uvumbuzi, kuna nyaraka ambazo unatakiwa kuzileta kwa msajili, mojawapo tunaita ni patent document yani ni ni dokumenti ambayo inaeleza ule ubunifu wako umepitia njia zipi na kitu gani ambacho unataka msajili azingatie kwamba hili ndio eneo la ubunifu wako. Okay. Yes. Lakini huku kwenye, kwenye Trade and Service Marks inategemea unataka kulinda alama yako ama uh, jina lako ambalo linatambulisha hiyo bidhaa au vyote. Okay. Yes. kwa pamoja. Kwa hiyo kitakachofuata baada ya hapo, kama ambavyo nimeeleza, utaingiza taarifa mfumo utakutaka uingize taarifa. Baada ya hapo, kama alama yako inahusisha picha, basi mfumo utakutaka uweke picha vilevile, lakini mshu... Alama ukimaanisha logo. Yes, alama ni logo, yeah, ya biashara, logo okay. yes, yes. lakini mwishoni mfumo huu uta, utatoa fomu ambayo ni matokeo ya taarifa ulizoziingiza okay. ili mwisho wa siku huyu mtumiaji ja aweze kusaini mm. na kurudisha kwa msajili, msajili apokee huyu mteja, afanye malipo tuweze kufanyia kazi So, mm. uh, nimeingia hapa kwenye mm. mfumo wenu no. Eh, umetwambia matumizi ya mfumo ni rahisi sana. Hakika, kwanza unaweza kuchagua mpaka lugha, aidha Kiswahili mm. ama Kiingereza. Yeah. Sawa. Tutakuja kusajili hapa bunifu. Bunifu yangu karibu. Uh, karibu. Tuambie kuhusu gharama. Hakika. E, pengine watu wana bunifu zao wanahofu, ndio kwamba nitamudu gharama za kusajili bunifu yangu, ndio tuna nitarudisha nyuma pia. mm. tunatoa elimu juu ya huduma zetu hasa za usajili mm, kwa sababu mbili: ya kwanza kupeleka uelewa kwenye jamii uh, lakini ya pili ni kuonyesha kwamba hiki sio kitu kikubwa kama ambavyo mitaani watu wanakizungumza gharama ya, ya, ya usajili wa alama ya biashara mm -hmm. yaani nembo ama logo kama ulivyosema, yes. ni shilingi laki moja na thelathini, ambayo utaratibu wake wa kulipa upo hivi: unapoleta maombi kwa msajili kwa mara ya kwanza utalipia shilingi elfu sitini na tano. Gharama hii tumeichambua mara mbili, elfu hamsini ni gharama ya kuleta maombi, elfu kumi na tano ni gharama ya matangazo kwa sababu sheria inatutaka, tunapokuwa, tumepokea maombi na kuyachakata, ni lazima tutangaze, ili sasa kuitaarifu jamii kwamba msajili anatarajia kusajili alama hii. Je, kuna mtu huko nje anaona inafanana na ya kwake ili alete pingamizi? Kwa ndio maana ya kulipia shilingi elfu kumi na tano, na haya matangazo mara nyingi huwa tunafanya kwa muda wa siku 60. Kwa mfumo wetu tunakutana na tangazo kila mwezi tarehe 15 huwa tunaingiza tunaingiza matangazo kwa alama zote ambazo tumezipokea kwa mwezi huo mm. Kwa hiyo baada ya hapo, siku sitini zikipita, huyu mteja atakuwa na sifa. Iwapo tutakutakuwa na pingamizi, mteja huyo atakuwa na sifa ya kulipia shilingi elfu sitini na tano kwa ajili ya kupata cheti. Kuna wakati huwa kunakuwa na kipingamizi sana, inatokea sana uh, endapo, endapo mtu ataona inafanana na ya kwake. Ni wengi wamesajili tayari, kwa hiyo kwa sababu hiyo hao hao ambao wamesajili mara kwa mara kila mwezi tunapotoa matangazo yetu na huwa wanapitia kuangalia kwamba msajili ameitangaza hii anakusudia mm, kuingiza katika registry. Sasa naona inafanana na ya kwangu kwa ataleta pingamizi, lakini pia hapo hapo naso kumekuwa na uh, malalamiko nje katika jamii huko kwamba kama sisi alama yetu ni hii hapa Alasiri Lounge na maneno ni hayo, dio? Sasa ikitokea kuna bunifu ambazo zimesajiliwa ambazo zina neno lounge ndio, inaweza mimi ya kwangu ikakataliwa kwa sababu tu ya neno hilo? Ndio, hii imekaje? Uh, nimeelewa swali lako vizuri hmm, na natumai baada ya haya mazungumzo utakuwa umeelewa zaidi, na unaweza ukawa ni balozi kabisa. Kuna maneno kisheria hauwezi ku kuwa na umiliki nayo peke yako, sawa. Kwa mfano Mr. Mponda hapa ameamua ku, kufanya biashara ya maji anatengeneza brandi yake mm. Alama yake ya biashara anaita Mponda pure drinking water, sawa? So, sawa so. Kisheria pure drinking water hawezi kuimiliki Mponda peke yake, yote ni ya kwake mm. Lakini inawezekana Mponda kwenye biashara hii ya maji akawa peke yake, kwa hiyo katika mazingira hayo ni ngumu kuambia kwamba pure drinking water inaweza ikawa ya kwako exclusively, hapana. hmm. Sheria haisemi hivyo na ndio maana utakubaliana na mimi kwamba uh, kuna maji ya aina tofauti huko uh, lakini mwisho wa lile jina kuna pure. Neno pure, uh, drinking water and stuff. Nafikiri umenielewa. Nimekuelewa naam, japo bado hapo kuna question marks ndani yake. Karibu, karibu. Maanake kama, kama neno hilo eh, kisheria halimilikiwi na mmoja, basi Deo, neno hilo litakukatalia wewe kusajili bunifu yako. Hapana, hatufanyi hivyo, hatufanyi hivyo, na ndio maana u... umenijibu hapa kwamba umekutana na hizo bidhaa kwamba kuna neno la kwanza alafu kuna yale mengine ambayo karibia bidhaa zote za namna hiyo zinatumia. Kwa hiyo tunachokifanya kama ofisi ya msajili, tutaipokea kwa sharti kwamba katika maombi haya, pamoja na kuyasajili, lakini hauna haki ya kipekee kutumia maneno haya naso. Kwa kumalizia, Mwambie Mtanzania ni upe ujumbe wenu hii leo, BRELA uh, chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara kuhusu Dio, miliki bunifu uh, nina ujumbe wa aina mbili. Mm, wa kwanza ni kuhusiana na siku ya miliki bunifu duniani. Okay, tunasema miliki ubunifu na muziki, sikia mdundo wa miliki bunifu huo. Wow, ni wa kwanza. Lakini ujumbe wa pili, uh, napenda kusisitiza nilitangulia kusema awali kwamba miliki bunifu ni sehemu ya maisha, hakuna namna, hivi vitu vinaweza visikutane, haiwezekani. Ukaamka asubuhi mpaka muda wa kurudi kulala, hauja kutana na kitu kinachohusiana kina na miliki bunifu kabisa. Utanunua bidhaa yenye jina ambalo ni alama sawa sawa, utapata huduma ambayo imelindwa kwa alama hiyo pia. Kwa sababu hiyo basi, napenda kuieleza jamii hili li, liendelee kueleweka kwamba utaratibu wa usajili sio mgumu, lakini uh, dunia inapoelekea tunahitaji sana wazalishaji kuliko wanaonunua na kuuza, na sehemu kubwa sana ya waliofanikiwa ni wale ambao wanauza wana wanavyovizalisha wenyewe. Kwa hiyo kwangu mimi hii ni rai uh, ni vema tukazingatia maeneo hayo, wabunifu wasijifiche, wasibaki nyumbani na bunifu zao, waje tutawapokea, tutawasikiliza na tutatatua changamoto zao, nao watatatua changamoto ambazo wa zipo katika jamii. Shukran sana nao. Ni msajili, msaidizi wa usajili mwandamizi kutoka kurugenzi ya miliki uh, bunifu ya wakala wa usajili wa biashara na leseni hapa nchini BRELA, Nasoro Mtavu. Tumezungumza mengi kuhusiana na siku hii ya miliki bunifu ambayo imeadhimishwa hapa hii leo. Uh, ujumbe wa mwisho E, ubebe una manufaa makubwa e. Usibaki na bunifu yako, isajili kwa sababu e, inakusaidia wewe lakini pia inatatua changamoto zilizopo katika jamii zetu. Karibu kwa mara nyingine, nashukuru sana ehe.